Themanini na mbili hapa hii ni Swapay Company. nilitoa shilingi elfu kumi na tatu mtaji, nikatoa unapata faida kama hii hapa themanini na mbili nimepata faida jamani, na mtaji nilitoa elfu kumi na tatu, elfu kumi na tatu tu natoa mara moja, unalipia mara moja then unapata faida kama hii hapa. Hebu angalia jamani, nitaenda kuonyesha mamala wangu ambao nimetoka kupokea pesa kutoka Swapay Company. Mwamara wangu hapa, ndo ndotoka kupokea pesa hapa. Utambulisho wa mwamara umetoka kupokea pesa ema elfu themanini na mbili kutoka spuke kampani. Nimeenda kwa wakala, nimeenda kutoa, nimeenda kutoa pesa hii hapa jamani, elfu themanini nimetoa, na mtaji nilitoa elfu kumi na tatu tu jamani. Jamani, ombeni linki ombeni linki, type nifunze type nielekeze, nitakuelekeza. Hii super company jamani, inatusaidia sana sisi jamani. Nombeni, nombeni, mwombe linki jamani, pesa zipo hizi hapa, zinatoka. Faida yangu hii hapa.